Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa ishirini na nne zijazo tukianzia saa tatu usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu tuanze utabiri wetu kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa upande wa ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi lakini kwa upande wa ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa ishirini kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo yanga bado inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa hususan katika mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Singida, Dodoma pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini, mashariki pamoja na pwani ya kaskazini, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Rindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Viktoria, Singida, Dodoma pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingo kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingo kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya yariwa Tanzania hatuna la ziada, asante na nikutakie usiku mwema.